Mwanafunzi wa chuo cha Musti Mbeya, Emilia Josephu wa mwaka wa kwanza amekamatwa na jeshi la mkoa wa Mbeya wa mauaji ya mwanafunzi mwenzake wa mwaka wa tatu. Mauaji haya yametokea Juni kumi na nne elfu mbili na ishirini na tano wakati wakiwa katika eneo la klabu, na wakati ugomvi umezuka, walinzi waliamua kuachanisha, lakini marehemu alimfuata Emilia na ndiyo kupelekea akachomwa na kitu chenye ncha kali tumboni, kamuuo kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali tumboni ambapo marehemu alikuwa ni Jeladi Philbert. Inasemekana kuwa chanzo cha ugomvi wao ilikuwa ulevi uliopindukia wakati wakiwa katika eneo la klabu hiyo. Baada ya tukio kutokea, Jeladi alipelekwa katika hospitali ya mkoa wa Mbeya ndipo umauti ulipomkuta. Mtuhumiwa mmoja Joseph, alimchoma na kitu chenye ncha kali na alichoma sehemu za tumboni, hali ambayo ilimpelekea huyu kwa sasa kimtu katika hospitali ya Rufaa ya Mbeya kwa matibabu, lakini ilipofika majira ya hey, saa saba za mchana jela ni filme tisaidi anaweza kufariki dunia Mbea, wawari, mbibaili, kwa hiyo uchunguzi wao limebaini kuwa chanzo cha tukio ni ugomvi kutokana na ulevi wa kupindukia watu kwenye eneo hilo la ndani la klabu hiyo ya Mbeya Pazuri, ambapo walinzi baada ya kuona ugomvi huu umezidi, waliweza kufika pale, yani ya mababu sana na kuwatuka lakini bado waliendelea na ugomvi huo, yu, na ndipo alipelekea huyu wako kwenye maeneo ya maegesho walipelekea kumwona huyu eh, Emilia Joseph duzu akichukua kitu chenye ncha kali na kwenda kumchoma huyu jeradi Filip saidi ambaye kwa sasa ni marehemu. Hata hivyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limetoa wito kwa wanafunzi kuwa waepukane na matukio ya kiharifu zaidi, wajitahidi kuzingatia masomo yao. Veronica Mlyatu.